Serikali imejipanga na kudhamiria kuwa na uchaguzi huru na wa haki ambao viongozi watachaguliwa kutokana na uwezo wao wa kuwaongoza na kuwahudumia wananchi na sio kwa kuwarubuni wapiga kura kwa rushwa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutimiza azma hii serikali, katika kutimiza azma hii ya serikali, TAKUKURU imejipanga kudhibiti na kuzuia rushwa kabla wakati, na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutoa elimu kwa umma kwa kutumia njia mbalimbali mbali, kuhusu madhara ya rushwa katika uchaguzi, kufuatilia nyendo za wagombea na wapambe wao kwa lengo la kuzuia vitendo vya rushwa, kukusanya taarifa za kiintelijensia kuhusu vyanzo vya mapato ya wagombea, wapambe na vyama vya siasa ili kudhibiti matumizi ya fedha haramu kuchunguza na kuwachukulia hatua za kisheria wagombea na wapambe watakaojihusisha na vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025 Mheshimiwa Naibu Spika mwaka 2023/24 serikali iliwezesha takukuru kwa ajili ya watumishi 350 kununua magari 178 na vitendea kazi vingine ili kuimarisha utendaji kazi katika ngazi ya mikoa na wilaya serikali itaendelea kuiwezesha takukuru kwa watumishi fedha na vitendea kazi ili iweze kutekeleza majukumu yake ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini.